Na katika makala yetu kuhusu China tunaangazia maabara kuu almaarufu Super Lab, kitovu muhimu cha maendeleo ya uchumi wa anga ya chini kusini magharibi mwa China. Watalii sasa wana fursa ya kipekee ya kupaa juu ya jiji kwa kutumia ndege za kitalii, huku ndege zisizo na rubani zikisaidia kuboresha huduma za hospitali katika maeneo ya vijijini. Eneo la Chongjo limekuwa kivutio kwa wapenzi wa anga kutokana na sekta inayostawi ya anga ya chini. Serikali ya manispaa ya Chunzu, serikali ya manispaa ya Chengdu na serikali ya mkoa wa Sichuan zimetoa msaada mkubwa, zimetusaidia kupanua barabara za karibu na kutoa mwongozo na msaada mkubwa wa kuboresha miundo mbinu ya uwanja wetu wa ndege. Mwaka 2024 zaidi ya watalii laki moja walitembelea uwanja huo, huku elfu 30 kati yao wakiruka na kufurahia mandhari. Takwimu rasmi zinaonyesha kuwa Chengdu ina zaidi ya makampuni mia tano ya anga, huku sekta ya anga ya jiji hilo ikiwa na thamani ya zaidi ya dola bilioni 20.6. Kwa upande wa huduma za hospitali, hapo awali wauguzi katika hospitali ya Shangchuan walihitaji siku nzima kusafirisha sampuli za vipimo hadi hospitali ya Longchuanyi iliyopo wilaya ya Longchuanyi, Chengdu. Hata hivyo, ushirikiano kati ya mamlaka za eneo hilo na kampuni ya teknolojia kutoka Hangzhou umeleta mapinduzi katika mchakato huo. Sasa UAV zinaweza kukamilisha safari hiyo kwa chini ya dakika 15, zikifanya safari za kila siku kati ya hospitali hizo mbili. UAV huondoka Chengdu saa 4 asubuhi na kurejea na sampuli saa 5, hivyo kuwezesha madaktari kukagua matokeo mtandaoni kwa haraka. Kwa kutumia huduma za droni, sasa tunaweza kufanya vipimo siku hiyo hiyo sambuli zinapokusanywa. Muda wa usafirishaji ni takriban dakika kumi na moja tu. Mwezi Februari, serikali ya manispaa ya Chengdu ilisaini miradi muhimu karibu hamsini katika sekta ya uchumi wa anga ya chini na anga ya kibiashara ikiimarisha zaidi nafasi ya jiji hilo kama kiongozi katika sekta hizi zinazokuwa kwa kasi.